Hassan Musa Yuda ameapishwa kuwa rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mara baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika Mei 26 mwaka huu. Uapisho huo umefanyika Mei 30 mwaka huu, huku akizungumza kwa mara ya kwanza mara baada ya uapisho huo, Mheshimiwa Yuda amesema katika serikali yake hatachagua viongozi kulingana na ukaribu uliopo, bali atachagua viongozi imara na wachapakazi. Ni undaji wa serikali imara na wachapakazi Ndugu viongozi na wanafunzi wenzangu, binafsi sijajipanga kuchagua viongozi kwa misingi ya ukaribu au urafiki, bali tutachagua viongozi kwa kuzingatia vigezo vya uwezo, uadilifu kama ambavyo imamu na mwenyekiti wa tume amehusia, na uzalendo. Ikiwa serikali hii inalenga e, kuwa na watu wanaochapa kazi kwa bidii kweli kweli kwenye malengo ya pamoja ni ambao wataweka maslahi ya wanafunzi mbele kuliko maslahi yao binafsi. Na si hivyo tu, tutapima uwezo wa hao viongozi. Haimaanishi kuwa mtu atakapopewa nafasi ya uongozi basi ndio amerithi. Tutapima uwezo wa hao viongozi kwa kuangalia rekodi zao za utendaji, pia uwezo wa kuwasikiliza wanafunzi na kutatua changamoto zao ikiwa ni dhamira ya kweli ya kuleta mabadiliko kwenye maisha na mustakabali mzima wa wanafunzi ndani ya chuo chetu. Na pia tutaunda kamati mbalimbali mbali ambazo zitafanya kazi kwa ukaribu zikiwa na wajibu wa kuchunguza changamoto mbalimbali mbali za wanafunzi kwa kushirikiana na idara husika na kuhakikisha kuwa tunapima mafanikio ya serikali yetu kwa matokeo na si kwa maneno tu. Tatu. Serikali yetu itajengwa katika msingi wa kudumisha umoja na ushikamano, kama ambavyo kaka yangu rais Mstaafu Mheshimiwa Adam Hamis Kimaya amelipambania hilo na anaondoka na taji la ushirikiano. Ndugu viongozi na wanafunzi wenzangu, tumejifunza kuwa hakuna maendeleo yanayoweza kupatikana katika mazingira ya mgawanyiko Yani, watu hawako pamoja, watu wanachukizana, watu wana ubaguzi wa aina yoyote ile, ima itakuwa ni ubaguzi wa kidini, kikabila, kitaaluma, kwa maana kozi mbalimbali, sheria na baidi hawakai pamoja, baidi na business hawakai pamoja, au mfano wa hayo. Bali sisi serikali hii itaenda kuwa ni serikali na ambayo inaenda chini ya falsafa ya sisi ni mmoja, familia moja pia katika kuhakikisha hilo linafanikiwa, tutaandaa kama ambavyo tuliahidi matamasha na shughuli mbalimbali za kuwaunganisha wanafunzi, ikiwemo michezo, mijadala mbalimbali, midahalo ya kielimu na kadhalika, ili kujenga daraja baina ya wanafunzi wa kada zote hapa chuoni. Aidha, tutahakikisha kuwa tunaweka utaratibu wa kusuluhisha migogoro kwa njia ya mazungumzo na maridhiano badala ya malumbano ambayo yamekuwa yakiathiri utendaji kazi wa serikali nyingi za wanafunzi. Mmoja wetu ni silaha yetu. Zaidi ya hapo tutashirikiana kwa karibu kabisa na viongozi wa dini hususan ofisi ya imamu. Imamu ni kuhakikishie kuwa serikali hii itaenda kufanya kazi mkono kwa mkono mpaka kuhakikisha tunawafikisha wanafunzi sehemu iliyokuwa salama. Pia tutashirikiana na viongozi wa vilabu mbalimbali vya wanafunzi, tunafahamu chuoni kwetu kuna klabu mbalimbali za wanafunzi, ili kuondoa yale matabaka ambayo yamekuwa yakilalamikiwa kwa muda. Pia ndugu wanafunzi wenzangu, katika kufanikisha haya, tunatambua kuwa tunatakiwa tushirikiane kiukamilifu na bunge la serikali ya wanafunzi, kwa sababu bunge ndiyo chombo kinachoiwajibisha serikali pale ambapo inakuwa imeacha njia, na bunge ndiyo sehemu pekee ambayo inaielekeza serikali katika yale ambayo yataletea manufaa ya wanafunzi katika chuo kikuu cha Uislamu Morogoro. Kwa hiyo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ndugu yangu kakangu Abdulkarim, na pia ndiyo spika na ambaye utamwacha nafasi hiyo, basi mimi naahidi kuwa serikali yetu itaenda kuwa na ushirikiano wa karibu kuhakikisha kuwa tunatetea na kuwafikisha wanafunzi katika sehemu salama. Nukta ya nne ambayo ndiyo msingi wa serikali yetu ni kulinda na kuyaenzi maadili mema ya e chuo chetu cha Waislamu Morogoro. Tunatambua upekee wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro dhidi ya vyuo vingine Tanzania ni kuwa chuo ambacho kina kimeweka kipaumbele katika maadili na sisi serikali yetu itaenda kuhakikisha kuwa inayalinda na kuyaenzi maadili haya chuo kikuu cha Uislamu Morogoro. Waheshimiwa viongozi na wanafunzi wenzangu. Katika mazingira ya kielimu kama haya, hakuna msingi imara zaidi ya ule wa maadili mema, ambapo uongozi wa kweli hujengwa juu ya uaminifu, ukweli, heshima kwa wenzetu na kuzingatia maadili ya Kiislamu na utu wa mwanadamu kiujumla. Tunapojitwika dhamana hii ya uongozi, tunatambua kabisa kuwa hatupaswi kuwa bora kwa maneno, bali kwa mwenendo. Yaani watakao kuwa viongozi, pamoja na mimi, tutafsiri zile sheria za Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro kwa mionekano yetu na ndani yetu, na naamini kwa dhati kuwa bila ya maadili elimu itakuwa haina maana yoyote, na bila nidhamu uongozi utapotoka. Kwa pamoja, tutalinda juu, tutalinda jina la chuo chetu cha Waislamu Morogoro kwa kuyaenzi maadili mema ya chuo chetu. Pia tukumbuke kuwa chuo hiki si sehemu tu ya kupata maarifa ya darasani, bali ni uwanja wa kulea uongozi wa kesho. Tukiwa vijana wa taifa, tuna wajibu wa kuonesha mwelekeo wa nidhamu, wa mshikamano na moyo wa kizalendo. Na ningependa kwa heshima ya kipekee kabisa nimpongeze kaka yangu Mheshimiwa rais mstaafu wa, wa serikali ya wanafunzi ya mwaka 2024 2025 ndugu yangu Adam Hamis Kimai kwa kazi nzuri ambayo umeifanya katika kipindi chako ukiwa rais Uongozi wako, uongozi wako umetufikisha hapa ambapo tupo leo, na historia ya mumu haita kusahau. Kaka yangu, umeacha msingi, na sisi tunachukua hichi kijiti kutoka kwako na kuomba utuombee ili na sisi tuache alama njema katika chuo kikuu cha Uislamu Morogoro. Mwisho kabisa, ingawa sio kwa umuhimu naomba niwakumbushe wanafunzi wenzangu kuwa hii ni serikali yenu. Sisi ni wajakazi wa wanafunzi ambao wametupigia kura, mmetupa dhamana ya kwenda kuwahudumia na sio kuwatawala. Kila mmoja wenu katika nyinyi ana nafasi ya kuchangia mafanikio ya serikali hii, na nina hakika kwamba endapo tutashirikiana basi hakuna ambalo haliwezekani. Naomba tuwe pamoja kwa fikra, kwa moyo na kwa vitendo, ili tuweze kuifikia MUMSO ambayo itakuwa na kauli mbiu ya serikali ya wanafunzi kwa maslahi ya wanafunzi. Kwa upande wake, mlezi na mshauri wa wanafunzi chuoni hapo Dr. Hassan Mohamed Issa ametoa pongezi kwa serikali iliyomaliza muda wake huku akiitaka tume ya uchaguzi kuishauri serikali mpya pia ni, wa, ni wa shukuru na kuwapongeza uh, uongozi uliomaliza muda wake kwa kutendea haki na kufanya uadilifu kwa nafasi hiyo kwa muda huo ambao ulipangwa. Hongereni sana. Tume hii ya uchaguzi tunatarajia yenyewe itaendelea pia. Uh, si uchaguzi huwa si wa siku moja wala sio tukio la wiki moja, wiki mbili. Uchaguzi ni endelevu. Tunaamini bado wana nafasi ya kuendelea kuwaongoza kwa namna moja au nyingine, kuwashauri hawa viongozi wa leo ili waweze kufanya vizuri kesho. Ha, hakika hata serikali inayopita, mimi huwa nasema katika uongozi, uongozi uh, mzuri ni ule ambao wenye connection eh, succession kwa maana sio kwamba serikali elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano imetoka, kwa hiyo imetoka kabisa. Hapana, hao waliobaki, waliotoka ni wazoefu sana kwetu, wamepitia mengi, wanayajua mengi, na serikali ya sasa isisite wakati wowote wa kuwatafuta ushauri ili waweze kuongozwa ku, namna bora, unasimama kwenye mabega yao ili uweze kuona mbali zaidi. Kutokea mkoani Morogoro, Heri Abdallah, Chivihi Media.